Fanya kama umepatwa na, na homa homa hivi unapata mafua mm. Uh, chukua tu uh, limao au ndimu, osha vizuri, kisha kamua ile juisi yake weka pembeni, alafu ile maganda ambayo umeyakamua weka kwenye sufuria, ongeza maji, ongeza tangawizi mm. alafu chemsha vizuri kabisa, ikishachemka chuja, alafu unaweza kuongeza asali. Mm. Ukakoroga, ukaweka na green tea, ukanywa. Hii ni dawa kubwa sana ya mafua. Na juzi ulizungumzia kuhusiana na green tea eh hey, green tea eh hey. Hey, zipo maduka na watu wengi walikuwa wanauza green tea. ni nini wewe uli green ni haya majani ya kawaida lakini yenyewe ni yale green, green uki, ukienda kwenye maduka ya hata yali ya viape kawaida tu mm. unapata, ipo kwao. ni hii ni kiki kitu ambacho inaongeza kinga ya mwili ambayo itakufanya maradhi mm. uh, ambayo uko nayo mm. ya, ya, ya uh, mwili wako uweze kupambana na yale maradhi kiwemo mafua na utakuwa sawa. Wengine sawa, sawa. Wale ambao kama mnakumbuka, unaweza ukakata vitunguu maji mm. ukaweka miguuni, kavaa ukala na soksi, ukalala nayo. Na vitunguu maji vingine unaweza kuweka pembeni tu hata chumbani, au kwenye kona zote za chumba, kona ile, kona ile, kona ile, kenye kona mm. vipande tu vile ambavyo umesha menya na kukata, uh, inavuta virus na mafua ni ugonjwa ambao unaitwa na virus. Kwa hiyo hii ile vitunguu kieka bakteria, virus zinavutwa na ndio maana inafyonza. Na ndio maana tukasema mm. Kitunguu maji ukisha kikata ukatumia nusu nusu, iliyobaki usitumie mm. Aua tayari imeikiacha hivi, kinavuta bakteria kwa jinsi kitunguu unakuta kilivyo hey. hey. mtu ana... hey. kilivyo, ukikiacha kile kinavuta hizo virus na bakteria ukija kukitumia, unatumia kwa hiyo, na maana upime kile ambacho unakitumia moja kwa moja. mm -hmm. kikibaki kama kwenye mboga kimetosha, kata kachumbari. Ah, eh, eh, mm -hmm. kachumbari pia? kachumbari pia ni mujarab hey, sana kwenye mambo yetu. Sawa. Sawa. ndio kuondoa vijiwe kwenye figo. mm -hmm. kwa wale ambao wana vijiwe kwenye figo, kuondoa ni rahisi kupita kiasi. uh, chukua tikiti maji kwa wale ambao wanatumia tikiti unakula ile nyama nyekundu, si umekata. mm. Alafu unaacha lile ganda ambalo lilikuwa na nyama nyeupe e. Sasa yale maganda ambayo umekata baada ya kula tikiti mm -hmm. yale maganda yachukue, kata vipande vidogo vidogo mm -hmm. alafu weka katika sufuria, ongeza na maji kiasi, chemsha, alafu kunywa asubuhi kabla hujala chochote, na usiku, hiyo ni kitu cha mwisho uh, kula mm -hmm. Inasaidia sana kuondoa vijiwe kwenye figo inaondoa kuna vijiwe kwenye figo eh. Vikizidi vile, unaweza a kufanyia operation, inaweza ukatoa matofali huko yeah. Hey, hey, mimi nimeshaikuona matofali, matofali kabisa ni makubwa. Unaweza kwa mimi na ile sasa, shida yake nyingine, kwa sababu ni kwenye kwenye figo, inaweza kusogea ikaenda kwenye Uh, njia ya haja ndogo mm. Afrika zuia oye. Unasikia kwenda haja ndogo haitoki, hai balaa mm, lake, yani, bala lake ni zito yani, balaa lake ni zito, unachanganyikiwa. Hiyo ni operation kabisa pia dawa nyingine ya kuondoa hivi vijio kwenye kwenye kwenye figo mm -hmm. Unachukua maji unayachemsha mm -hmm. Alafu unaongeza kijiko kikubwa cha tangawizi ya unga mm -hmm. Inachemka, alafu chukua magunzi indi baada ya kula lile yale mahindi mm -hmm. Lile gunzi linalobaki mm -hmm. Lipondeponde, sio ile unga yani lipondeponde mm -hmm. Tu lipasukepasuke pasuke. Mm -hmm. Alafu weka katika yale maji ambayo umeweka tangawizi mm -hmm. Weka na haya magunzi yachemke pamoja mm. Baada ya hapo, chuja, kunywa asubuhi na jioni. Pia inaondoa kabisa vijiwe kwenye figo. Limechomwa, imechemshwa, ile ndadi ni gunzi unalihitaji hapo. Kwa hiyo hiyo pia ni dawa nzuri na ni mujarab kwa ajili ya kuondoa ma, mawe kwenye figo. Sasa kwa wale ambao wanavyosumbuliwa na vidonda vya tumbo, gesi, asidi, kuvimbiwa, kwa hiyo hiyo sasa kuondoa Uh, chukua punje moja kitungu saumu katikati, yani chop vipande vidogo vidogo, alafu meza na maji asubuhi kabla ujala, na usiku wakati wa kwenda kulala mm -hmm. Inasaidia kutibu vidonda vya tumbo, inasaidia wale tumbo kujaa gesi, inasaidia asidi, lakini pia kuvimbiwa, kuondoa kolesteroli mm -hmm. <laughs> kwenye, kwenye mishipa ya damu <laughs> kokwa lile la parachichi mm -hmm. Kokwa la parachichi, ushakula parachichi lako vizuri, umeenjoy ile ile duara la ndani, yani yule unalikwangua alafu unatumia kama chai, lakini sio, unaweza kupia kukwangua alafu ukaacha ukakausha kakauka afu unaweza ukaisaga, zaidi kwenye vile viblenda vile vya kusagia viungo, ikawa unga, ukaweka kwenye kikopo chako ukahifadhi. Unaweza kuchukua tu maji ya moto, ukachukua na kijiko kimoja ukakoroga. Inasaidia sana kuondoa kolesterol kwa ambao wanasumbuliwa na, na kolesterol inasaidia. Lakini kwa watu wa sukari, kwa watu wa presha, hii dawa ni kubwa, ishi nayo kabisa unaweza ukatumia kwa kuchukua njia, unaweza kutumia maji ya moto mm -hmm. au chai tayari, afu kachukua kile kijiko ukakorogea, au unaweza kuipikia kabisa kama mm -hmm. vile unavyotumia majani ya mm -hmm. chai, chai.